Tanzania ikiungana na mataifa mengine Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Leo hii nimefika katika eneo la Kionda Mazimbu nyumbani kwa Amina Azizi, mama ambaye analazimika kumfungia mtoto wake mwenye umri wa miaka kumi na sita pamoja na mjukuu wake mwenye umri wa miaka kumi na moja ndani ambao wana ulemavu wa miguu pamoja na viungo mbalimbali vya mwili kutokana na ugumu wa maisha, ili aweze kwenda kutafuta riziki na kuwawezesha watoto hawa kupata chakula cha kila siku. Huyu ni Anita, mtoto wa Amina Azizi. Kwa miaka kumi na sita maisha yake yamekuwa ni ya hapa ndani. Nilitoka hapa, wameangaika naye, ameshindikana kuniruhusu, ikabidi niende kwenye mazoezi. Nimeenda kwenye mazoezi nikamkuta mzungu akaniandikia barua niende CCBRT. Nimetoka hapa, nimeenda mpaka CCBRT, amekaa miezi sita, wakaangaika nao wakashindwa, wakaniambia rudi nyumbani, hii hatuiwezi. Na huyu ni Amina Ramadhani ana miaka kumi na mmoja. Kwa sasa maisha yake yako chini ya bibi yake baada ya mama yake mzazi kufariki. Lakini baada ya kumzaa siku ya kwanza ya pili, akawa anapiga makelele usiku. Tulitoka hapa tumempeleka hospitali ya mkoa, amelazwa kaa wiki mbili. Kurudi ndio akawa tena kila kitu ajiwezi, shingo asimami, yuko kanyang'anyika. Basi tumekaa akajitaidi, mama yake kumpeleka mazoezi, ikabidi imeshindikana, akasema huyu tu wa kumkaa kumwangalia kwa sasa mama huyu ni kibarua kwa mama ntilie hapa Morogoro mjini. Kipato ni kidogo sana, sababu kianzia kuondoka saa moja mpaka saa moja usiku unarudi na elfu tatu. Elfu tatu hiyo ugaanyishi umnulie huyu maziwa usonge ugali umpe huyu ale, inakuwa ngumu, inabidi najibana hivyo na hivyo, ili mradi wapati riziki ya kula, nafungia na lakini naogopa kutokana nikisema nikae nyumbani tukae wote hamna msaada wote utonipa mimi kwenye ndugu wala kwa majirani. Anasema changamoto za kuwalea watoto hawa ni nyingi. Kubwa, kwanza huduma inakuwa hafifu, la pili huyu mtoto wa mali mwanangu taya zake hazifanyi kazi kutafuna vitu, chakula chake kikubwa maziwa, na uwezo wa maziwa mimi sina. Inabidi najitahidi, nimpe hivyo hivyo, unachompa mwenzie nampa, lakini kula kwenye hali anakataa. Amina anasema watoto hawa wametelekezwa na baba zao baada ya kuzaliwa wakiwa na ulemavu na amejaribu kuwatafutia haki ya kupata elimu lakini imeshindikana. Teresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.